Jana wangu lazima niwaambie hii dude linaua. Ili dude, bwana tunachelewa vijana wangu, mimi lazima niwaambie hii dude linaua. Sawa, blaza, angalia ngoma inavyopigwa hii. Mtu akishaingia hapa, cheza hapa, alafu unakula hapa, umeona blaza? Hiyo mi lazima nirekodi. Cheza hapa, chukua hapa Mcheke sasa unachukua hapo. Akiomba, sikataka toa adhabu kubwa. Adhabu hizi ndo za hawa vijana. Mimi napiga vitu vya studio. Au lazima tetemeke

Alo, nimempiga dude ambalo ni la studio, tunaitaga dude la studio. Hata achukie mi, hata anune mi, nampiga hivo hivo. Adabu ana basa hii vitu vya studio piga sana awa uvikanjo sasa, hapo umtembezee lungu ao afu kingi apati hapahapaumuumu. Um, um, umesemaje mimi? Umesemaje? Umesema haya, tuma salamu kwa watu watatu tuma salamu watu watatu. Nipo wani baba, tuma salamu watu watatu. ipo siku, ipo siku kasimkautaokotea bondeapo. <laughs> Nitakuwa nakuja kucheza na mgambo aa. Na azalia <laughs> <laughs> mi, mi fujo spenda mwanangu eda, na muda unaenda wapi?